Huyo hapo bana anajulikana kama Seif Magango ambaye ni msemaji wa ofisi ya haki za kibinadamu ya Umoja wa Mataifa ambaye imezitaka mamlaka za Tanzania kulinda uhuru wa mwananchi kuelekea maandamano yanayopangwa kufanyika Disemba 9 mwaka 2025, wakati nchi ikiendelea na kukabiliwa na mvutano uliotokana na machafuko ya uchaguzi wa Oktoba 29. Msemaji wa ofisi hiyo Seif Magango amesema kwamba mamia ya watu waliripotiwa kuuawa na zaidi ya watu 2000 kukamatwa baada ya maandamano ya m 29 huku serikali ikiongeza ukandamizaji dhidi ya wapinzani. Ametaja marufuku ya maandamano ya uhuru uliotolewa na polisi kama hatua kali kupita kiasi na ametaka iondolewe. Magango amesisitiza kuwa vikosi vya usalama vilipaswa kuruhusu mkusanyiko wa amani, kuepuka matumizi ya nguvu na kama kutotumia risasi katika kuwatawanya waandamanaji wasio na vurugu. Pia ameelezea wasiwasi juu ya kukamatwa kwa wanazuoni, wanaharakati na wanasiasa na ongezeko la doria na, na ufuatiliaji wa kidijitali. Amesema kuwa serikali bado haijatoa idadi kamili ya waliouawa au waliopotea tangu machafuko ya uchaguzi na kutahadharisha kuwa ukosefu wa uwazi unaweza kuongeza hasira kwa wananchi. Umoja wa Mataifa umetaka waliozuiliwa kiholela waachiwe mara moja na uchunguzi ulioanzishwa na serikali uendeshwe kwa uhuru na kwa uwazi na kwa viwango vya kimataifa. Sasa, kifupi hapa ni kwamba serikali imeombwa na Umoja wa Mataifa ambao unahusika na masuala ya haki za kibinadamu maandamano yafanyike, waruhusu mkusanyiko wa amani ufanyike. Lakini pia wametaja, wame swala zima la ukosefu wa uwajibikaji na ukosefu pia wa serikali kutoa idadi kamili ya watu ambao walifariki, watu ambao walipotezwa, na watu ambao pia walikamatwa kwa kesi ya uhaini. Nadhani kwamba sisi wote tulikutana na taarifa hizo. Sasa, so kupitia msemaji wake bana Saif amesema kwamba mkusanyiko ama maandamano hayo, kama yakizuiliwa, kama ilivyotangazwa na jeshi la polisi la Tanzania, kwamba maandamano haya hairuhusiwi na yamepigwa marufuku, ni moja kati ya njia kuweza kuwanyima Watanzania haki yao ya kujieleza. Sijui una maoni gani kuhusiana hiki ambacho amekisema Saif na kuhusiana na swala lake kusema kwamba serikali haifai kabisa kuzuilia mkusanyiko huu wa wananchi kukutana, wa ya wa ili waweze kutoa sera zao na hoja zao kwa njia ya amani. Nipe maoni yako pale chini.